Habari yako kwa majina anaitwa west Macbatanyita. Karibu sana katika mafunzo haya mafupi ya fursa ya biashara kubwa ya Rifaro Africa, na moja kwa moja tutaanza kwa kuangalia historia fupi ya kampuni na kwa muktasari kampuni inajishughulisha na nini. Hii ni kampuni ya kitanzania iliyojikita katika sekta ya mawasiliano na inatupa fursa ya kutengeneza kipato kikubwa cha ziada kupitia simu zetu za mkononi. Kwa ili kufahamu ni jinsi gani unaweza kutengeneza kipato kikubwa cha ziada kupitia simu yako ya mkononi bila kuathiri shughuli zako nyingine, naomba ufuatilie mafunzo haya kwa karibu na kwa umakini mpaka mwisho. Kampuni iliasisiwa mwaka elfu mbili na kumi na moja lakini ilianza shughuli zake rasmi mwaka elfu mbili na kumi na nne baada ya kupata vibali vyote vya kuthibitisha uhalali wa kampuni toka mamlaka husika yaani usalama wa taifa, TCRA ambayo ndio mamlaka inayosimamia uh, sekta ya mawasiliano hapa nchini, lakini pia na vibali kutoka BRELA na TRA. Kwa shughuli za kampuni hasa ni zipi? Uh, Rifaro Africa ni super dealer au wakala mkuu wa makampuni ya simu yani Tigo, Airtel, Zantel na Vodacom, na hivyo bidhaa kuu ya kampuni ni muda wa hewani. Lakini tofauti kati ya Rifaro Africa na mawakala wengine wakuu kama vile Shivacom ni kwamba kampuni ya Rifaro Africa haisambazi vocha za kukwangua bali ni vocha au airtime ya kujinunulia kupitia menyu ya simu yako na kujinunulia vocha au airtime hiyo kupitia mfumo wa Rifaro mnunuzi yani, mimi na wewe, tunayo fursa kubwa ya kutengeneza kipato kikubwa cha ziada, lakini ili kufahamu sasa hicho kipato kinakujaje au kina- kinatengenezwa vipi, ni lazima tutazame tofauti iliyopo kati ya mfumo wa kawaida wa kusambaza vocha yani, vocha za kuangua na mfumo ambao kampuni ya Rifaro inautumia. Katika mfumo wa kawaida, kampuni ya simu inamuuzia vocha mtu anaitwa wakala mkuu na hapa tutaangalia ile vocha ya shilingi 1000 ambayo tafiti umebaini kwamba ndio vocha inayotumika kwa wingi kuliko vocha nyingine yoyote hapa Tanzania. Zaidi ya asilimia themanini ya vocha ambazo zinanunuliwa ni vocha za shilingi 1000. Kwa ile vocha ikitoka kwa kampuni inaenda kwa mtu anaitwa wakala mkuu, na kampuni itamuuzia wakala mkuu kwa shilingi 910, ambayo ambaye wakala mkuu ye atamfikishia mtu anaitwa muuzaji wa jumla kwa shilingi 930. Muuzaji wa jumla yeye atamuuzia muuzaji wa rejareje kwa shilingi mia tisa na hamsini na muuzaji wa rejareja anamfikia mtu wa mwisho ambaye ni mimi na wewe, yani sisi tunaenda kununua kwa muuzaji wa rejareja ambaye ni mangi kwa shilingi elfu moja kwa kama utakavyoona katika mtiririko huu, wakala mkuu yeye anajitengenezea faida ya shilingi ishirini ambayo ni asilimia mbili ya faida, na muuzaji wa jumla anajitengenezea shilingi ishirini, asilimia mbili ya faida. Muuzaji wa rejareja yeye ana shilingi hamsini, asilimia tano, na mimi na wewe, watumizi wa bidhaa, wanunuzi wa mwisho katika mchakato huu, tunabakia na shilingi sifuri. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo katika mchakato wa kawaida katika mfumo wa kawaida wa kusambaza vocha vocha, yani vocha za kukwangua. Lakini mambo ni tofauti kidogo katika kampuni ya Rifaro ile vocha inavyotoka kwa kampuni inamfikia Rifaro Africa kama wakala mkuu kwa shilingi mia tisa na kumi, na sisi mimi na wewe tunainunua kutoka kwa Rifaro Africa kwa shilingi elfu moja kupitia menu spesho za kwenye simu zetu. Kwa hiyo katika mchakato huu wa pili, bado Rifaro Africa atatengeneza shilingi ishirini au asilimia mbili ya faida kama wakala mkuu kama ilivyo katika ule mfumo wa zamani. Lakini tofauti iko hapa sasa, kwamba katika mfumo huu wa pili wale madalali wawili wa muuzaji wa jumla na muuzaji wa reja reja hawapo, wanapotea. Kwa maana hiyo, zile asilimia mbili na asilimia tano tunakuja kulipwa mimi na wewe kama faida kwao. Kuna asilimia saba hapo ambapo kampuni imetutengea kwa kununua tu vocha. Ukijinunulia vocha kupitia mfumo wa Rifaro Africa, katika kile shilingi elfu moja ambayo tutakuwa tunanunua, kuna shilingi sabini ambayo tutakuwa tunatengewa au asilimia saba ambayo tutakuwa tunatengewa kama washirika wa kampuni ya Rifaro Africa. Lakini pia kampuni inatambua kwamba asilimia saba sio pesa nyingi, kwa hiyo ikaweka mfumo ambao unakuwezesha kutengeneza pesa kubwa zaidi au pesa nyingi zaidi kutoka kwenye hiyo ya asilimia saba, na mfumo wenyewe ni mfumo wa biashara ya mtandao. Na biashara ya mtandao ni, ni ni ni kitu gani? Biashara ya mtandao au network marketing ni biashara ya kushirikishana au kupeshana habari kuhusu bidhaa au huduma ya kampuni husika kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Kwa hiyo kwa kujisajili na kuanza kutumia mfumo wa rifaro na kushirikisha wengine pia kufanya hivyo hivyo, sio tu kwamba unakuwa unaisaidia kampuni kusambaza bidhaa yake, bali kampuni itakulipa kamishen itakayokuzalishia kipato kikubwa kutokana na muda wa hewani utaotumia wewe na washirika wako. Lakini kuielewa vizuri biashara ya mtandao ni bora tukaitazama katika picha, italeta maana zaidi. Katika biashara ya mtandao, kwamba wewe ni huyu hapa, ambaye umeisikia, ume, ume biashara ukaipenda, ukaamua nawewe kujiunga na biashara, na wewe pia kuna watu unawafahamu, ukafikiri kwamba wange, wangependa kufanya hii biashara, ukawashirikisha, na nanyewe wakapenda, wakaamua kujiunga kwenye biashara Hawa ni watu ambao watajisajili kwenye mfumo wa Rifaro Africa kupitia wewe, na watakuwa ni watu wa kizazi chako cha kwanza. Ni watu ambao wamewashirikisha wewe, wakaingia kwako moja kwa moja, ni kizazi chako cha kwanza. Lakini hawa watu wa kizazi chako cha kwanza na wenyewe wana watu wanawafahamu, hawa hapo ambao na wenyewe watawashirikisha hawa watu, na wenyewe watapenda biashara, wataamua kujiunga kwenye biashara, ni watu wa kizazi chako cha pili hao. Lakini na hawa wenyewe pia wana watu wanawafahamu, na wenyewe watawashirikisha kwenye biashara, ambao ni watu sasa wa kizazi chako cha Tatu. na kampuni inatambua kwamba hii yote ni timu yako kwamba chanzo ni wewe huu wote ni mtandao wako na kampuni itakulipa kutokana na jitihada za watu wote katika mtandao wako kuanzia kizazi cha kwanza mpaka kizazi cha kumi na tano kwa hivyo ndio asili ya, ya, ya biashara ya mtandao inavyoenda ni ya watu kupashana habari kwamba wewe uliwapasha hao wawili hapo juu na wenyewe wakawapasha wengine hao hapo watatu hapo katika kizazi chako cha pili, na wakaja kuzaa watu wa kizazi chako cha tatu na kuendelea na kuendelea na kampuni kulipa kwa jitihada na muda wa hewani ambao watu wote hawa kwenye timu yako wana, wana, wanatumia kuanzia kizazi cha kwanza mpaka kizazi cha 15. Hivyo basi kwa kujiunga na kampuni ya Rifaro na kuanza kununua muda mda wako wa hewani kupitia mfumo wake na kushirikisha ndugu, jamaa na marafiki kufanya hivyo hivyo, utalipwa vipato vya aina mbili. Kipato cha kwanza ni kipato cha wiki ambacho kinatokana na usajili wa wanachama wapya katika, katika, katika mfumo wa Rifaro au katika timu yako, na kipato cha pili ni kipato cha mwezi ambacho kinatokana na matumizi ya muda wa hewani wa washirika wa, wa timu yako, au pia kinaweza kutokana na watu ambao tunawaita wateja. Kwa hiyo hiki kipato cha mwezi kimegawanyika pia mara mbili. Kipato cha kwanza ni kinatokana na muda wako wewe wa hewani na muda wa washirika wale waliowashirikisha kwenye timu yako au kutoka kwa watu ambao tunawaita wateja, lakini hiki cha aina ya pili sito kwa manufaa ya muda katika video hii sitokizungumzia, nitazungumzia tu hichi cha kwanza cha muda wako wa hewani na muda wa hewani ambao wanatumia washirika katika timu yako. Kwa kipande cha wiki kinaenda namna hii, kwamba wewe huyo hapo ukawashirikisha watu wa kizazi chako cha kwanza, watu ambao wameingia au wamejiunga kwenye biashara moja kwa moja kwako, na kwa watu wa kizazi chako cha kwanza kampuni itakulipa shilingi elfu ishirini ishirini kwa kila mtu ambaye atakuwa anajisajili kwenye biashara kupitia wewe, wale watu wa kizazi chako cha kwanza. Na tukienda kwa mfano wa watu kumi kumi, kwamba wewe umeingia ukashirikisha watu kumi katika wiki husika, kampuni itakulipa maana yake shilingi laki mbili lakini watu wa kizazi chako cha kwanza, kuna watu wanaofahamu watawashirikisha, ambao itakuletea kizazi chako cha pili. Na kampuni inatambua bado kwamba wewe ni chanzo. Isingekuwa wewe, au watu wa kizazi cha kwanza wasingepata taarifa, kwa hiyo na watu wa kizazi cha pili wasingepata taarifa. Kwa hiyo bado itakulipa kutokana na usajili wa watu katika kizazi chako cha pili, na hao watu wa kizazi cha pili kampuni itakulipa shilingi elfu nane nane. Kwa hiyo kama wewe uli, ulishirikisha watu kumi tukachukulia, na wale kumi wakashirikisha watu kumi kumi, maanake hawa ni watu mia moja katika kizazi chako cha pili, na hapo unaweza kutengeneza shilingi laki nane kutoka kizazi chako cha pili. Kwa mfano wa huu watu kumi kumi, kizazi chako cha tatu bado utalipa shilingi elfu tano tano ambapo unaweza kutengeneza shilingi milioni tano hapo. Kizazi cha nne bado kampuni itakulipa shilingi elfu tano tano pia, hizo ni milioni hamsini. Hii ni fedha taslim ya Kitanzania, sio vocha. Haulipwi kama vocha, unalipwa kama pesa. Kwa kizazi chako cha tano bado utalipwa shilingi elfu tano tano ambapo hapo unaweza kutengeneza uh, milioni mia tano pesa ya Kitanzania. Kama nilivyosema, hii ni biashara kubwa, haujawekewa mipaka ya kiasi gani cha pesa unaweza kuzalisha kwao. Ni wewe mwenyewe unajiwekea mipaka yako, ni fikra zako, ni kazi yako, ni timu kubwa kiasi gani unataka kutengeneza, hiyo ndiyo mipaka yako. Lakini pia mambo yajaishia hapo, kwa maana ya kwamba kampuni bado itakulipa kizazi chako cha sita shilingi elfu tatu tatu na kizazi kuanzia kizazi chako cha saba mpaka kizazi cha kumi na tano, kampuni itakulipa shilingi elfu mbili mbili kwa kila mtu ambaye atakuwa anajiunga kwenye biashara katika mtandao wako, katika timu yako, huko kuanzia kizazi cha saba mpaka cha kumi na tano, shilingi elfu mbili mbili, ambapo huko ndio watu wengi na wengi na wengi zaidi. Kwa hiyo pesa nazidi kuwa nyingi na nyingi na nyingi zaidi kipato cha mwezi, uh, kama nilivyosema, kipo cha aina mbili kwamba kuna kipato ambacho kinatokana na matumizi ya mda wako wa hewani na mda wa hewani wa washirika wako kwenye timu yako, lakini kuna kipato ambacho kinatokana na watu ambao tunawaita wateja. Hiki cha wateja sito kizungumza katika mafunzo haya, kwa manufaa ya mda nitazungumza tu hiki cha kwanza. Na wewe binafsi, kampuni itakurudishia asilimia moja ya mda wako wa hewani ambao utatumia kwa mwezi. Kwa watu wa kizazi chako cha kwanza, kampuni itakurudishia asilimia sifuri pointi tano na tukienda kwa ule mfano wa watu kumi kumi bado, na tukachukulia kwamba kwa wastani watu hawa wametumia shilingi elfu ishirini kwa mwezi, hiyo ni shilingi elfu moja ambayo utalipwa kwa mwezi huo. Watu wa kizazi chako cha kwanza atakuletea kizazi chako cha pili, ambapo bado kampuni itakulipa uh, asilimia sifuri pointi tano ya muda wa hewani ambao utatumiwa na watu wako wa kizazi cha pili. Manake yao ni watu mia moja katika kizazi chako cha pili, kwa mfano ule ule wa shilingi elfu ishirini kwa wastani wa shilingi elfu ishirini kwa mwezi hiyo ni shilingi elfu kumi uh, ambayo unaweza kutengeneza kwa mwezi. Kizazi chako cha tatu bado utalipa asilimia sifuri point tano na hiyo ni shilingi laki moja. Pengine huo ni mwezi wako wa sita au mwezi wako wa nane katika biashara uh, timu yako inazidi kukua. Kizazi cha nne sifuri point tano asilimia na hapo unaweza kutengeneza milioni moja kwa mwezi, kipato endelevu kila mwezi, kiasi cha shilingi milioni moja. Kizazi chako cha tano bado utarudishiwa asilimia sifuri pointi tano na hizo ni milioni kumi pesa taslimu ya Kitanzania. Lakini pia kizazi chako cha sita mpaka cha kumi na tano, kampuni itakurudishia asilimia sifuri pointi mbili tano ya mda wa hewani ya watu katika vizazi hivyo. Lakini mambo hayajaishia hapo. Kama nilivyosema, kwamba hii ni biashara kubwa yenye vyanzo vingi vya kutengeneza kipato, lakini kampuni bado itakuzawadia vitu mbalimbali mbali, kulingana na uongozi na jinsi utakavyoisaidia timu yako, ikuwe wale watu ambao kwenye timu yako na wenyewe wapate mafanikio kama uliyopata wewe, na kadiri timu yako inavyozidi kukua, kampuni itakuzawadia vitu vifuatavyo: kuna kiwanja kikubwa cha makazi chenye thamani ya milioni 15, kiwanja kilichopimwa. Lakini pia kuna safari za nje, safari ambazo zinalipiwa kila kitu. Waislamu kwenda Maka, Wakristu kwenda Yerusalemu pia kuna zawadi za magari na sio magari tu, magari ya kifahari, magari yenye thamani ya milioni mia moja, milioni mia moja na hamsini. Lakini pia kwa wale wenye ndoto kubwa, kwa wale wenye malengo makubwa, kwa wale wenye jicho la kuona mbali, kampuni itakuzawadia hilo jumba hapo, jumba la kifahari ambalo linaitwa Posh Villa. Nafikiri hata kiswahili chake hakipo. <laughs> Uh, kwa kusaidia tu timu yako ikue mbali na vile vipato vya wiki vipato vya mwezi ambavyo unaendelea kutengeneza kama kawaida, timu yako inavyozidi kukua, kampuni itakuzawadia hilo jumba hapo, pamoja na hivyo vitu vingine ambavyo tumeona hapo kabla. kwa swali pekee linalobaki ni jinsi gani unaweza kujisajili sasa katika mfumo wa rifaa. Ili uweze kutambulika katika mfumo, lazima ujisajili, na ada ya usajili ni shilingi laki moja elfu ishirini na nane na mia tano ambayo utailipa mara moja tu, na ukilipa pesa hiyo utapatiwa kibahasha ambacho tunakiita starter kit. Kinakuwa na vitu kadha kwa kadha humo ndani, kinakuwa na taarifa ambazo zitakusaidia wewe kuweza kujisajili katika mfumo wa rifaro, lakini pia kinakuwa na DVD ya mafunzo ambayo itakufundisha zaidi jinsi biashara hii inavyofanya kazi. Inakuwa na kakitabu humo ndani ambao kanatoa maelezo zaidi ya biashara inavyofanya kazi. Kwa hiyo, kwa maelezo zaidi ya namna gani utaweza kujiunga, naomba uwasiliane na mtu ambaye amekutambulisha katika hii fursa ili aweze ku kukupa maelezo ya jinsi ya kujiunga au akuelekeze ni wapi ambapo unaweza kwenda kupata mafunzo zaidi. Kampuni inatoa mafunzo karibu kila siku, karibu kila mkoa Tanzania bara na visiwani. Wakifika huko, utapata maelezo ya kina zaidi, lakini pia utapata huduma na utaweza kujisajili. Ni matumaini yangu kwamba umeona fursa kubwa sana iliyopo mbele yako. Kampuni imejikita katika sekta kubwa ya mawasiliano ambayo ndiyo sekta inayozaa tajiri ya na namba moja Tanzania. Bidhaa ya kampuni sio bidhaa ambayo watu wanaihitaji tu, lakini ni bidhaa ambayo watu wanaitumia kila siku, kila dakika, kila sekunde, na takwimu za zinazotoka TCRA zinatuambia kwamba Tanzania sasa hivi tunatumia zaidi ya bilioni arobaini na tisa kwa siku katika vocha peke yake. Kwa unaweza kuona ni fursa kubwa kiasi gani, ni mzunguko wa pesa ke, mkubwa kiasi gani ambao uko kwenye sekta hii, na hili ni soko la zaidi ya watu milioni 34 kwa Tanzania peke yake. Ni soko ambalo linakuwa kwa kasi kila siku, na kuanzia mwaka 2016 tunatarajia kampuni kuanza kuvuka mipaka ya Tanzania kwenda kwa nchi jirani kama vile Rwanda na Kongo. Kwa hiyo, kwa hapo baadaye ni fursa ambayo unaweza kuifanya popote pale Afrika, kwa ni fursa kubwa sana. Wenye hekima walituasa kwamba muda mzuri wa kupanda mti ni miaka ishirini iliyopita, lakini muda mwingine mzuri ni sasa. Asante sana kwa kunisikiliza, karibu sana katika biashara hii ya Rifaro Afrika na kutakia mafanikio makubwa.